Leo sio tena msanii wa Harmonize. Mm -hmm. Si ndio? Mm -hmm. Kinachoendelea hapa ni nini? Nasema kwamba huyu jamaa kunia kunifanyia hichi na hichi na hichi na hichi na hichi. Kuona yeye kuna vitu alifanyiwa. Labda kwa muda huo vilikuwa vinamfanya akawa na chuki. Mhm. Ila kwa kwa jinsi ambavyo nimemsikia anaongea na hata nikimuona kazi zake anavyofanya. Kwanza yeye hataki kuwa na chuki na Harmonize. Anachukua na chuki na Harmonize ya nini? Wakati wewe, Diamond wewe, una kila kitu. Wewe una wewe unakuwa na chuki na Harmonize ya nini? Ni kama vile Harmonize hauwezi Yaani hauwezi ya kuwa na chuki tena, haitakiwi mm. Ni vibaya awezi. Okay, kuwa na chuki na Harmonize kwa sababu yeye, tukisema tu, tu, tu, kwa mwaka msanii ambaye anapeleka nyimbo kubwa mb. mataifa ni Diamond mm. si ndio? Tunaangalia tu vitu ambavyo viko viko, vimenyoka, viko, viko ni vina ukweli vinajieleza. Ukizungumzia brandi, sijui kama ni ufahari wa vitu. Sasa tunazungumzia nini size hapa, hatuwezi